Simulizi ya mtoto aliyezaliwa na wazazi wawili panda shuka ya maisha yake haikuwa ni marahisi. na kumshukuru Mungu oh, yeah. Lakini wakati wote huo wa maisha yote yaliyopitia hakuacha kukata tamaa, sababu mwenye kila jambo, hata pale kwenye changamoto aliamini anajengwa ili aweze kuwa bora hapo baadaye. mm -hmm. Hatima na mwisho wa siku nafasi ya kipekee cha kipawa alichopewa na akaimba kwa ajili ya watu. Mshukuru Mungu walau kwa dakika chache na kusema asante yeah. sababu Ee, ndio ametupa kibali cha kuwa hai ya Machi 27, 2025. Na ndivyo simulizi hivyo aliyoisimulia Daktari Ipia ni dakika chache kabla ya kuingia on air, mtoto wa Abdul Malik kutaka kudondosha cho kwa sababu ya furaha na bashasha yaliyokuwa nayo ya kuongeza mwaka mwingine wa kuzaliwa kwa siku yake ya mwezi wa tatu 2025. mm. heri ya siku ya kuzaliwa Ziza Ziza Malik Nimeona Uncle Harris kule anataka ku Uncle Harris, naomba miayo kwa hisani yako, Uncle Harris aje kukaa hapa. Muandalie mua nani nani. Ah, Mike. <laughs> Ipo, okay, sawa. Ipua, Ipua, Mike. Wakati hapa kwa mwendo wa madaha na madoido <laughs> tumkaribisha pia mtazamaji wetu wa Central Cloud TV. Yes, Yes. Kurasa ndio tunaifungua saa tatu. Mm -hmm. Na leo tuko na mtoto aliyezaliwa hii leo. Sio <laughs> mzungumzaji minabia... so, sana, <laughs> leo. Sana. Uh, sana. Hmm. Uh, speaking of kuzaliwa na wazazi wawili kwa hmm. ukiniuliza ukiniuliza hata ukini, kama dunia ingekuwa inaumbwa tena, ukaniambia nichague, wazazi nitawachagua wazazi wangu. Kuna watu waliingia leba mm, hawakutoka. Hmm, yeah, the same, same leba ambayo mama yako aliingia yeah, na hawakutoka wote wawili mm -hmm. Lakini kuna wengine ambaye aliingia leba lakini akatoka mama, mtoto hakutoka, nielewa. Lakini pia uh, Yeah,, zipanda the same. Kwa hiyo mara nyingi tunapokuwa tumepata neema ya ya God Amen. Asante kwa sababu So if you allow me give me me give give like two minutes. Yeah, yeah, yeah, yeah. That's yeah. Would be great. Let's Let's yeah. Let's do do oh, do it. Oh, it. it. Give me your hands and I pray. Lord, in the name of Jesus Christ, I'm praying for Ziza. Mm-hmm. Raba saka takara Ziza alikuwa iko tumboni kwa mama yake, nda you allowed her, akaja hapa na amekua amekuwa baraka kwa Clouds kwenye kipindi na Mungu mwingine asante. Tunajua you have been taking her through all the difficulties na mpaka alipofika hapa, Mungu umefanya leo. Wakati anakumbuka mwaka wake wa kuzaliwa, tunambariki mama, tunambariki baba kwa kazi ambayo amefanya we, we, we, we we are, we are running shortage of words how to speak, but Lord, we can just say thank you for Jesus' life. Thank you. Ulimjua kabla hajaumbwa mshenga ulimwengu, na unajua safari yake ya kwenda huko, tunaomba katika hii miaka mwaka mpya ambaye ameanza leo, let her shine more, let her be strong. Lord, give her all she wants for your glory. Najua pia tunavyokuwa tunaishi, sio kila mtu anapenda

Ya yeah, baraka kubwa sana yeah, na nyingi ambazo Mzee wetu Harris kapiga ametuongoza kwenye mm -hmm. dua hii yeah, takia kila na heri sana zuri ankiwei na wale wote ambao wanafanya mipango ya mibaya nyuma yako mm -hmm lakini Mungu akulinde akupe haja ya moyo wako, Amen. Upate umaarufu na udumu, Amen. Unajua kuna maarufu unapita na hapo mm, unapotea. Una praying ni upate umaarufu wa kudumu. Paka unakuwa kibibi. Amen. Na <laughs> wenye <laughs> tija zaidi. <laughs> tija zaidi star. Na unachokitamani kile cha kule. Amen. Amen. All right. Unacho kitamani kile chakule. Tuna, tuna, leo siku itakuwa ndefu tuna mchakato um, wa kuwafikishia mengi mazuri ambayo tumeandalia kwa mwana Sento ambaye anafuatilia Sento Plus TV, muda huu muda mchache mm, ujao itakuwa ni chakula cha kihabari. Harris Kapiga yupo hapa kwa ajili ya hilo mm, lakini pia kwenye toast tazungumza mengi na baadaye pia tutafurahi zaidi kuifurahia uh, Alhamis ya leo ya tarehe 27 March kwa malkia wa nguvu ambaye ameamua kwenda duniani tayari. Pia zawadi zimeshaanza kuja, ya kwanza ile pale nimeiona <laughs> wow, baba tu ifungue, ifungue <laughs> mpaka sasa hivi wow. Hatujajua imetoka kwa nani? Hey. Lakini alileta uh, moja ya watu mashuhuri hapa mjengoni wow. Akasema ambaye ameleta akatuma wow. ujumbe eh, okay okay oh, by the way, this is my latest picture. The one you took it recently. Yes, Jana. Jana, yes, I was going somewhere for events. Wow. So, kuna yep, mtu akaona hiyo ndio okay, bora zaidi yeah. Eh, hiyo ndio bora zaidi. Awesome. thank so much. Oh my god, thank you. Alhamdulillah, I'm grateful for very that. Beautiful. Mm. very beautiful beautiful, ah, borayn yani, kiukweli watu wote nichukue pia fursa hii kuwashukuru watu wote ambao wamenitumia ujumbe sana. Mm, mm. WhatsApp yangu imesheheni wow. Instagram yangu DM imesheheni wow. Kikubwa ambacho naweza kusema mm. hivi hivi mlivyonipokea kwa namna ambayo mimi sijui mm. please mbeni mwendelee kuniweka kwenye maombi yenu, Amen. Uwo uh, upendo um, ambao mnanionyesha kati usipungue hata hmm. kidogo, badala yake zidi kudumu maradufu, nawapenda sana mkuu mm -hmm. yeah. wangu uko zake kange pale kasera <laughs> e, na mamali wanasema Uh, mkuu anasema jamani, uh, Ziza amenitoa machozi, mwambie asilia wakati nafikiri oh. unaombewa unaumbe, oh. hapo. Kwa hiyo yeah. uh -huh. pokea pia heri na mm. salamu za siku ya heri ya kuzaliwa. mm. Kitu gani ambacho unakikumbuka zaidi ikifika siku kama leo ikifika siku kama ya leo ni na na kuaga na na mixed feelings like ya kwanza na kwa very emotion kwa sababu gani? na kwa emotion because tumeambiwa kwamba kadri, uh, um vile unavyokwenda mm, ndivyo na siku zako za kuishi zinapungua. So mimi wanawaza like I have a lot of dreams ambazo bado sijazi, sijazitimiza and I have a lot of people ambao wako behind me ambao maybe they will be appreciated wakiniona mimi ninasimama na kufanya kitu kikubwa. Maybe sio nikiona umri unakwenda, maybe kuna vitu ambavyo natamani kufanya sijavitimiza, huwa yanipa a bit emotional, nawaza sasa wote if nimeondoka leo nitawaachaje? So huwa ni kitu ambacho huwa kinanifikirisha. Furaha nyingine huwa nakuja nikipokea jumbe mbalimbali kutoka kwa watu ambao ni familia niliokuwa ni siwafahamu nimezaliwa siwajui, mm -hmm. Lakini wameniona kupitia vitu ambavyo Mungu ameviweka ndani yangu ambazo mm -hmm. ni baraka zangu, siwezi kusema sio baraka zangu. yeah. mm -hmm. so wakiniambia na kuninenea maneno mazuri ambao sometimes hata mimi sijui I know maybe I have a good heart mm -hmm. lakini watu ambao wanakuelezea, mm -hmm. inakufanya yes so yeah. umesherekea birthday ngapi ukiwa ndani ya mjengo? oh jamani Sindio? Yes. Yes. Katika miaka yako tisa ukiwa ni miongoni mwa malkia wa nguvu, what is your best moment ya mjingoni katika <laughs> kipindi chako cha miaka tisa? <laughs> <laughs> Oh my God. Sasa inahusiana na nini? Celebrating birthday, yoyote kwa miaka yako tisa ya kusherehekea uh, siku ya mfano wako kuzaliwa ndani ya mjengo ukiwa malkia wa nguvu. Your best moment? kwa ufupi tu mm. Moja ambayo nilifanywa surprise na wakati nafanya na card digital department hiyo, ambayo hata I think ni moja ya kitu ambayo wasiisahau. Kuletewa zawadi na watu ambao siwajui, lakini wakaletea zawadi because ni mashabiki na wanapenda ninachokipenda, and then ilikuwa tuna kawaida mjengo like watu wanakumwagia maji mm -hmm, but mimi ni mtu ambaye nilibahatika kutomwagiwa maji <laughs> lakini nilikuwa na ile experience ya kuzunguka jengo kuanzia juu mpaka chini, ndio ulikuwa utamaduni wetu kuwapa mm, watu wote kila department kua lisha keki Haraka haraka basi, sawa. Tunaendelea tu kwenye chakula cha kihabari, unaweza ukatuambia au ku share na sisi. <laughs> Pia katika siku wa mfanano wako wa kuzaliwa, unaona bado ni sawa kusherehekea kwa kumwagiwa maji? Ah, maana sasa hivi watu wengi wanaikimbia, hawataki nimwagie. Yes, wa? Yeah. mm -hmm. mm -hmm. pesa, pesa <laughs>